Mimi nina shida, kila ninapopata mimba inatoka. Nikipata mimba inatoka, inakaa miezi mitatu inatoka. Jamani, kuna suluhisho, kuna suluhisho ya wamama wanaopata mimba, wajawazito. Mimba haidumu ikifika miezi mitatu inatoka. Dawa yenyewe ndo hii cloves, karafuu. Ni dawa ambayo usipojua maana yake utateseka maisha yako yote. Inasafisha njia ya mtoto, inasafisha wewe kizazi, inakusafisha tumbo, inafanya mambo mengi ambayo katika uwezo wa binadamu ni ngumu sana kukusaidia, kwa sababu mambo mengine unayoyapitia wewe sio mambo ya kawaida, ni mambo ya kispiritual ambayo hayawezi kukuruhusu wewe kupata vitu vingi kwenye maisha, kwa sababu ni vifungo vinavyokufunga, na usipojua kuvitoa kupitia vitu halisi tunavyovitumia nyumbani, basi utateseka ili mtu akusaidie haina haja uende kwa mganga, haina haja uende kwa mchungaji, haina haja ulipe pesa, hela ni bure kabisa. Na unahitaji kufanya peke yako. Haina haja mtu akusaidie kabisa kwa sababu haya ni mambo ambayo unafaa iwe siri yako wewe binafsi na Mungu wako. Sio kwa unanielewa, kupitia Mungu unayemuabudu wewe kwa sababu hii ni ina uwezo kufanya mambo mengi, sio lazima mimi nikufanyie. Ila kama unaenda kanisani, tumie. Kama unaenda msikitini, tumie. Kama una swali, tumie. Inakusaidia kwa vyote. Kwa vyote. Acha niwambie kuna mimba za mapepo. Acha nikwambie tu, kweli, kuna mimba za mapepo. Wengi wenu mnapopata mimba na kutoka, mnahisi kama watoto wamekufa, lakini mumewazaa kwenye spiritual world eh? Mumewazaa kwenye ulimwengu wa giza eh? Ambao wanakuwa wanakuwa kama majini yanakusumbua. Ndio maana muda mwingine ushaiota umezaa mtoto akafariki, lakini kila masaa unamwona yule mtoto amekuwa, umemshika mkono mnaendelea na maisha yenu ya kawaida. Kama ushaiota vitu kama hivyo, jua huyo mtoto yupo. Eh, yupo, yupo, ulimzaa kwenye ulimwengu wa giza huko, na anatumika sasa. Zingine unapopata mtoto wanamtumia akiwa tumboni tayari, kabla hata hajatoka wanaanza kumtumia, kwa sababu washaona nyota yake ni nzuri, anafaa na kwenye mambo yao ya kiganga na uchawi na kishirikina yanafaa. Wewe oh, unatoa una, unashangaa una ghafla tu wewe ni mjamzito, mimba maji yameanza kutoka, ukienda hospitali naambiwa mtoto alikufa siku tatu zimepita, na ukimtoa utaona kabisa, unatoa harufu huko chini, lakini mtoto ajafa. Mtoto amekufa kwenye ulimwengu wako unaoona, lakini ukipata jicho la tatu utamwona mtoto akiwa hai, ndio amekuwa into spirit form, hauwezi kumwona, lakini walio walio kufunga wewe ndio watakao mpokea na kuanza kumtumia. Wameshindwa kuku, wameshindwa kukufunga wewe kwa sababu wewe nguvu yako ni, ni, ni, ni kubwa sana, Mungu anakulinda, lakini sasa wamekupata kupitia mtoto wako na wanaweza kukufanyia mambo mengi sana, ambayo we mwenyewe ujui, kukufungia baraka zako, kukufungia milango yako. So kama wewe ulishaipoteza mimba, chunga sana, anza kufikiria sana sana maisha yako yaendi sawa, anza kufikiria, au ni ile mimba niliyopata ikatoka, nimefungwa nayo. Kwa sababu kama mtoto wako anatumika kwenye ulimwengu wa giza, hiyo inamaanisha ni connection yako, yani connection ya direct yako mpaka, yani kila siku watakukuta tu kwa sababu wamekupata kupitia kizazi chako mwenyewe, sio kama mnanielewa eti kizazi chako mwenyewe ndo kimekufunga wewe mwenyewe. Kwa hiyo tutafute tiba. Hii ni dawa ambayo mtu asikudanganye, tapeli yoyote asikudanganye sijui ni pia dawa fanya nini. Hii ni dawa ambayo unaweza kaifanya kwako nyumbani, binafsi kwako nyumbani, kupitia karafuu. Chukua chukua maji, maji ya moto, chemsha maji ya moto kwenye sufuria. Ukishachemsha maji ya moto kwenye sufuria, uh, ah, chukua cloves zako ambao ni karafuu. Chukua karafuu yako ya kwangu, hii hapa nadhani mnaona, chukua karafuu yako yangu hii hapa. Ukishachukua karafuu yako uh, weka yale yale maji uliyochemsha kwenye sufuria kwenye kwenye kikombe kikombe cha kawaida tu, sio kikubwa sana. Sijasema uchukue jagi ya bia, nimesema uchukue kikombe. Kwa hiyo ukishachukua kikombe, weka yale maji ya moto ndani, ya kiasi tu, si sana na no, kikombe tu kimoja kidogo. Ukishaweka yale maji pale, chukua cloves zako nyunyuzia pale ndani mle ndani, si ati tembe mbili? Hapana, nyunyuzia tu ya kutosha, lakini sio sana kupitiliza. Ukishanyunyuzia, wacha yale maji ya ya kuwe vuguvugu kidogo, yasikue moto sana na ya yasikue baridi sana, yawe vuguvugu vugu kiasi cha kwa unaweza kukunywa, lakini sio moto sana, no, yawe tu warm kidogo. Yakishakuwa warm kidogo, kunywa. Na kila siku unakunywa kikombe kimoja. Hakikisha unafanya hivyo ndani ya siku saba, kila siku unakunywa kikombe kimoja ndani ya siku saba utakuja kunishukuru sana. Mimba zilizokuwa zinatoka utaziona ziki zikiacha ziki, ziki kutoka. Ma, sijui kila masaa unatoka na damu na mimba tu damu inatoka tu ovyo ovyo hujui umefanya nini? Hauna hasira au na nini itaacha. Itasafisha njia ya kizazi. Itakusafisha tumbo hili. Itatoa kila kitu kibaya kwenye kinye kimewekwa kinye, kwenye tumbo yako. Na unapokunywa dawa nimesahau kukwambia kitu kimoja, nuia maneno yako, nuia. Unapoweka hiyo ayo hizo cloves ndani, nuia maneno yako unayotaka kuongea kuhusu tumbo lako, kizazi chako na watoto wako. Hata wale uliowapoteza nuia maneno. Sema maneno yani, kwa jina lingine. Sema maneno yako yote unayotaka Mungu akusaidie nayo kupitia dini yako unayoamini wewe binafsi. Na, na utaona matunda. Mimi nasema hakuna furaha nzuri kama kuwa na watoto. Na hakuna furaha nzuri kama kuona watoto wakikua. Watoto wakikua ni furaha yako. Sasa utafanya nini ili kujikinga na watoto wako pia? Mungu amekusaidia umetumia cloves Umemaliza, imekusaidia sasa, umepata mtoto, unataka kumkinga vipi? Unaweza ukamkinga na mtoto anafaa kingo akingo akiwa mdogo. Unashangaa tu mtoto bila bila, hajamaliza hata miaka mingi, mtoto anaanza tu kukua viba, vibaya vibaya na feli mashuleni, hasikia, anakuwa mtukutu, haambiliki, mwishowe tu anaacha shule, anaanza kuwa teja, mwisho ushampoteza. Ah, amekuwa amekuwa amekuwa amekuwa muizi, sio kawaida. Shida inaanziaga tumboni mwa mama wakati anayo mimba, hapo ndio uwezo wa kukuroga zaidi upo, kwa sababu wanatumia kizazi ulichokibeba wanatumia huyo mtoto uliyembeba kwenye tumbo yako. Kwa hiyo kuna mafuta ninayosema kila siku, mafuta yangu aliyochanganywa na karafuu. Nauza mafuta ya nyota, mafuta ya kuongezea hela, mafuta ya kuletea wateja, mafuta ya kutoa nuksi. Ni mafuta yanayofanya kazi sana, na shilingi yake ina, yani ina pesa zake zinakwenda kwenye shilingi elfu tano ya Kenya, elfu tano ya Kenya ndio bei yake maalum. Hayo mafuta yatakusaidia mno, Sio kwenye kazi, sio kwenye kukinga, sio kwa wachawi, sio kwenye nyota. Mambo mengi yatakusaidia mno. Natuma kote, ukitaka delivery nafanya kote, lakini unalipa kwanza. Kitu chengine ambacho nakusaidia wewe, nakusaidia kukuscan. Kama una tatizo lolote linalokusumbua unahitaji scanning, nipigie simu, chukua namba yangu kwenye bio. Lakini kabla ya scanning kuna gharama ya shilingi mia tano lazima unilipe, sio bure. Ukishafanya hivyo mimi nitakwambia mambo yote yanayokusumbua na nitakuelezea tiba yake. Tiba utalipia kando hiyo gharama ya kukuongelesha mimi na wewe. Kwa sababu kukutana na mimi huwezi ni gharama pia. Ushaona? Kwa sababu watu wanateseka huku nje, wanapitia changamoto nyingi sana na mimi singependa changamoto ziendelee. Tutafute tiba. Haraka upesi tuwezavyo. Tiba ndio muhimu sasa hivi kwa sababu maisha sasa hivi yamebadilika. Hamna ukweli na hamna muongo. Wote tumekuwa sawa. Na huwezi kujua kutofautisha nani anasema ukweli na nani anasema urongo. Unachotakiwa kufanya ni kumind your business na kufocus na maisha yako, na kutaka kujua tu mambo yako, usifuatilie ya mtu, kwa sababu ukifuatilia mtu uta, uta, uta, uta, utapotea bure. Watu hawafanani kabisa, fata hayo, fata mambo mengi. Tusiendelee kuishi na malaana, laana za wazazi, laana za ukoo, laana za marafiki eh? Unatembea na marafiki, mnadhani ni watu wa maana, kumbe walishawaroga muda mrefu.